ssaktuakonsakuusa kitu kibaya, kibaya. Naachilia moto naachilia moto naachilia moto naachilia moto naachilia moto naachilia moto naachilia moto, moto Baba unayesema hausamehe zambi lakini unahukumu zambi, una samehe moto murehemu lakini zambi hii uihukumu juu ya msalaba